Kwa jina na naitwa Ramadhani Asumani Karata ni mkazi wa Mpanda Katavi, pia ni mfanyabiashara katika soko la Buzogwe. Ndio ndugu waandishi e, tujikite moja, moja kwa moja kwenye mada, ni kwamba kama mnavyoona mvua imeanza, mvua za masika zimeanza katika mkoa wetu Katavi e, mitaro kama tunavyoona hapo tuliposimama, maji yanapitiliza mpaka kwenye karavati walio tengeneza watengeneza chini ya kiwango, lakini pia kuna barabara, mimi naishi Semurwa, kuna barabara tu ya Semurwa kule kwa mkumbo ukimaliza soko tu, baada ya kumaliza soko unapambana na dhuluba zahama ya matuta ma, ma, ma, ma, ma, ma, au nyingine, e, kwa lugha nyingine tuseme mashimo. Kwa hiyo inakuwa barabara ni kama mbavu za mbwa, ili hali wa Tanzania tunalipa kodi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo haipendezi, niombe serikali e, ilitazama hilo kwa macho manne badala ya mawili ya kawaida <coughs> barabara zijatengenezwa, unaona Kwenye kipindi cha kampeni tulikuwa tunategemea baba zingetengenezwa lakini zimeonekana hazijatengenezwa. Sasa hasa zinazotokea pale mvua ikiwa imenyesha, watu wanashindwa kupita na kufika kwa urahisi sehemu wanayoenda. Wito wangu kwa serikali, kwa naomba serikali tusaidie kutengeneza mabarabara ili watu waweze kuendelea na kazi zao, hata kama wako naenda na kazini wawahi kufika kwa wakati. Ninachoomba serikali ikae na vijana bodaboda vijana au, au vyombo vya chuma kama magari pikipiki piki, kitu chochote cha chuma kinachofanyaje, kinachoathiri sisi wananchi. Sawa, naomba sasa muwaombe wale ambao ni bodaboda magari bajaji. Sasa hivi ni kipindi kibaya cha mvua, naomba waende kwa utaratibu, kwa maana hata kwa barabara nyingine hasina lami, sawa ni udongo. Sasa anavyokimbia hivyo watoto wa shule wasihi kama sisi tutafanyaje? Naomba muasi tena wananchi wa mkoa wa Katavi kuendelea kuhakikisha kwamba mnatoa ushirikiano wa hali ya juu kwa wakandarasi hawa watakapokuwa wanafanya kazi mbalimbali mbali za ujenzi katika maeneo yenu. Naomba wananchi wawe walinzi wakwanza kwamba vifa vyote wa kwanza kuona kwamba vifaa vyote vitakavyotumika kwenye utekelezaji wa miradi hii hakuna ubadhilifu wowote unaotokea, na wakiona dalili zozote za kukiuka utaratibu au kufanya ubadhilifu wasisite kutupa taarifa ili kwa pamoja tuweze kusimamia miradi hii na kuhakikisha kwamba inatekelezwa katika ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuleta manufaa makubwa kwa muda mrefu kwa wananchi wote wa mkoa wa Katavi.